Na Mheshimiwa Wetangula uko hapa, wewe ndio mkubwa wa bunge. Wanasema corruption iko mingi kwa bunge yako wewe. Wewe na nakuambia kama uko hapa. You must be accountable Wetangula. You are the head of the legislative arm. You are third in command. Hatuwezi kuwa tunaongelea wewe Savula, acha mambo ya time bana. Mimi naongea mambo ya maana bana. Wewe relax bana. Hapa ni nyumbani bana. Acha na hiyo. Mimi sio mtu wa kuharakisha. Eh, mimi kuja polepole. Sasa ukizima microphone. Mbona uzime microphone yangu? One two. Mimi najipanganga nilikuja na gari yangu, hata ukizima naongea wewe. Mimi sio mtu wa kuchezea hapa, weka yako chini. Ukitaka niseme nisiseme, niongee nisiongee, nilijua watafinya, nikajipanga. Sasa mimi naomba Wetangula, jana niliona mkiongea mambo ya katiba Tunasherekea katiba, naona mkikuwa kwa conference mkiongea mambo ya corruption. Wetangula, please step up, mention the names of the members of parliament, na kama hautataja tutajua ni wewe ndio huko hiyo corrupt. Na mwisho mwisho mambo ingine mimi nitaongea baadaye, lakini mwisho mimi nitakuambia Waluya.